Okay. Touch gloves. Hii itakuwa ni boxing na itakuwa ni ya raundi nne. Eh, ni kupitia sisi hapa ambao natusikiliza kwa wakati huu eh, Gilbert Johannes Said Bwanga pamoja na Aiden Milimila, raundi ya kwanza, ambapo mwamuzi Nasoro Kondo amesimamia kwa wakati huu, kiangalia jabu inaanza kutoka eh, moja kwa moja uh, je, tuone nani ambaye naangalia pale bado akiwa na na kusomana sema, ni mabondia ambao amepata platform kwa mara ya kwanza na wana mapambano mengi uh, kwenye kumi hizi za kulipwa. Angalia akijaribu kuenda na jab zaidi, anachofanya uh, uh, uh, Amani ni kitu ambacho ukiangalia ki, uh, tu mofolojia ya miili yao, moja kati ya mambo ambayo ungetarajia ni kuona Amani ana uh, Ramadhani Mazinda Kukaa nje jab. So ya jabu ndicho ambacho so far kwenye hii dakika ya kwanza hii fight ya hii round ya kwanza Amani anachofanya ni kutupa jabu yake kuiweka jab mbele na kumforce uh, Ramadhani Mazinde awe nje ya impact ya jabu yake, na hivyo bahati ni kwamba uh, Ramadhani uh, Mazinda amekubali kuwa nje ya jab so, eh, Amani anafanikiwa mpaka muda huu kumlazimisha Amani kukaa kwenye range ambayo hawezi kumkamata yeye na yeye akitumia faida ya huo urefu wake na hiyo reach advantage ambayo iko nayo. N na, imeona Amani pia amebadilisha mguu sasa hivi kwamba e, anacheza southpaw, anacheza orthodox ja, kama alivyosema brother kwamba e, huyu uh, Mazinda bado no, ame ana struggle kwenye kuingia kwa, kwa, kwa Bwana Amani kwa sababu ya huo urefu wake na matumizi ma mazuri ya jab. Ya. Yeah. Lakini amekuwa na utulivu mzuri, utulivu mzuri sana kiukweli. Ukiangalia kutokana na ukiangalia na urefu alionao Amani Amiri. Uh, lakini kwa asilimia kubwa unamuona anajaribu kuendana na hiyo hali. Body punch mbayo nice. Pleka akihepa ile jab Amani Amiri huyo ambaye na bukta yake ni nyeusi. Lakini Ramadhan Mazinda huyo mrefu, yeah, yani bado, bado, bado Amani ana struggle kuingia kwa Mazinda. Amani ndo huyo, Amani ni huyo mrefu, Amani Amiri mbele mwenye bukta nyekundu, wakati mwenye bukta ya blue ndo Ramadhan Mazinda ni oh, ni blue huyo, eh? Huyo oh, ni dark blue dark Ramadhan Mazinda ni blue iliyoiva blue nyeusi nyeusi Ah, uh, wale wataalamu wa rangi pia watatuambia kama hivyo, lakini tofauti ndio huo ambao umeuona Amani Amir, uh, huyo ambaye bukto yake ni nyekundu na uh, Ramadhani Mazinda huyo akijaribu kukimbia sana kujaribu kuingia na kutoka, kutokana na hali halisi ya kimo chake, lakini bado pambana pia na mtihani mgumu, jab nzuri sana ambayo ameendelea kuitumia round ya kwanza, tumeona kuikamata hiyo jab. So imekuwa yeah. Ni jab ukiangalia, okay, <makes> uh, Amani like slip na no, kuingia ndani, lakini kuna wakati nikaona kaa attempt kupiga body punch, lakini ile placement ya zile body punches haikuwa sawasawa na haikuweza kumsumbua Amani uh, Amir naam. Na zile body punch ukiangalia, okay, kwa namna alivyokuwa anazipiga ni kama yani anapiga huko, ni kama anajihami yani anapiga yeah. Eh, ili ajihami, sio kwamba anapiga sehemu ambayo anaona kabisa anaenda kupiga sehemu fulani. Amani Amiri inaonyesha kabisa ni moja kati ya ndio wazuri kwa kile ambacho anakifanya, akitazama nice. Hapo jabu yake inakuwa juu, lakini vilevile akijaribu vile kutengeneza pengine uhatari kupitia left hand yake, kuna wakati tunaona kuna uh, crows zinatoka, lakini pale ambapo anamkaribia zaidi, na wakati mwingine akijaribu kumtafuta kwenye eneo la tumbo. Haya, acha tuone ni mchezo ambao unakuwa kama kusomana sana, pia Ramadhani Mazinda akijaribu ku clean punch. Ndio kwanza round ya pili, Bwana Amani anapiga jab, lakini jab yake sio kwamba ni ile jab yenye nguvu, unaonekana ni jab ya kufukuza tu. Naona ni kama kuna advantage ambayo anaipata zaidi Ramadhani Mazinda apindi ambapo Amani Amir akijaribu kutoa ajabu yake, ndo muda ambao anajaribu kuingia, ni kama anataka kuikaunta, lakini kwenye kuikaunta kwake anataka kuingia zaidi. Angalia kama hivyo, naam, timing. Sasa bahati mbaya, anapoatemti mm -hmm. kuingia haingii ndani kwa nguvu na kusalia huko, anaingia anapiga hizo ba one two, alafu anatoka, wakati yeah. kwa nature ya upiganaji wa Amir, eh, Ramadhani alipaswa anapopata nafasi ya kuingia kwenye close range basi at least kubakia umomo kuanzia chini downstairs na kupanda juu, lakini ukiangalia anapiga papa afa natoka ala kwa haraka, kitu ambacho yeah, kinazidi kupa nafasi ya yeah, Ramadhani kuendelea kuwa comfortable eh, kwenye ku control your distance ambayo ame set hiyo. Sasa lazima uwe na kasi uwe na speed na uh, uwe na uharaka zaidi wa kufanya hicho kitu. Naam, na na, na kingine ni kwamba kwenye kwenye combination, yani unapokuwa una, una umenacheza ume, na mtu mrefu ambaye amekuzidi kimo eh, ukipata nafasi ya kuingia ndani basi hakikisha kama unapiga unaanzia chini unapanda juu, yani combination ukiwa unapiga moja moja inakuwa ni rahisi yeye kuona, mm -hmm, na kujua kwamba sasa hivi nifanyaje, lakini ukiwa unaingia ume, ume stick unapiga combination hiyo kidogo inakuwa ina inakupa ina, ina, ina, ina nafasi ina ya kuweza kupata target. Ukosefu wa hizo combination ndio anamfanya Amani kuwa comfortable kuendelea kupiga hiyo jab yake, anapiga jab right yake kwa sababu uh, output ya punches za uh, Ramadhani ni chache, anapiga ngumi nyingi kwa hiyo hayim hayi discomfort Amani ndio amekuwa comfortable hapo kupiga hiyo southpaw jab yake, jab one two, double jab, triple jab na kupiga left hand yake, so amekuwa ah, uh, ni fighter uh, ambaye bado Amani ameendelea kuwa comfortable kwa sababu Ramadhani hapo aggressive, lakini pia kiwango cha punches ambazo anarusha kama ni wa mabondia ambao wanapenda pelda <laughs> connect wengine punch ni wale wote ambao ni kama wanapenda kudukoa zaidi, yaani au muone mtu ambaye anaweza kaunganisha kumi moja mpaka mbili kwenye hizo combination ambazo alizungumza, pindi ambapo unajaribu au muone atatoka kidogo atarudi, na ni mara chache sana kwenye nyakati kama hizi, pengia unaweza kumshuhudia kama hivyo Amani Amiri, lakini bado unaona kwa kudonoa donoa nini, amba, nini ambacho pengine kinasababisha Uh, kwa bwana Amani tumeona kidogo kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna vitu anajaribu kutuonyesha tuna kutu bwana Mazinda, ukiangalia hata kwenye zile basic, yani bwana Amani anaonekana kidogo kwenye footwork sio kukata ring kwamba ambane labda kwamba huyu mrefu anatembea anaenda kushoto kulia. yeah, me, anachojua ni kufunga gadi na kupigana kwenda mbele yeah, kwa hiyo kuna, kuna basic kidogo zimekosekana kwa bwana bwana Mazinda anachokiona oh, well, kianza kwenye round ya tatu sasa kati ya round zile nne Be... Nice, one two hizo ambazo ameenda nazo, eh, kwa upande wa Amani Amiri, huyo mwenye bukta yake nyekundu, eh, Chabi yake amekuwa akiitumia eh, muda wote kile vile. Ramadhani Mazinda akijaribu kuingia kama hivyo ameingia, lakini akaona hapa kikubwa kwanza ni kujilinda na kujiweka sawa sawa. Na ni kama dakulazimisha kile ambacho alikuwa anakizungumza Aidan, ni lazima aingie ili aweze kutengeneza au kuscore. Lakini wakati mwingine kama ulivyosema uh, kwenye aina ya mchezo kama huu au kwa aina ya kimo alicho nayo Ramadhani Mazinda, uwe mjanja sana kwenye miguu yako, lakini yeah, yeah. U... kuna kitu nakiona na kwa bwana Mazinda eh, wakati anaingia yaani anakuwa yani anaenda uso unakuwa umebaki mbele zaidi, yani kama huyu bwana Amani atakuwa na uwezo mzuri wa kutumia eh, In and out akapiga hapa kati, nafikiri zingekuwa zinamnasa kwa zina sababu, anaingia uso unaku unaenda mbele, iko open sana, wakati anaingia. ah, tuangalie kwenye round hii hapa ya tatu, ukiwaona ni kama kasi sana, hakuna ile kasi ambayo naweza kusema kwamba zikawa zinasisimua, lakini unaona kabisa mikono inatoka kwa mabondia wote wawili eh, kwa round hii hapa ya tatu, jab ikiendelea kutumika kufanya kitu kizuri sana Amani Amiri kwenye jabi yake. Aida, kuna kitu ambacho umekiona? Yes, uh, nimevutwa kidogo na nama na, na, na, na ambavyo uh, Ramadhani ameongeza kiwango cha punches muda huu. Nimeona amekuwa akiingia ana, ana attempt kupiga hata punches tatu, kitu ambacho uh, mwanzoni ulikuwa huoni, ingawa bado is a placement ya punches zake have a place, uh, have a place the punches kwenye target uh, inakuonyesha in ni mtu ambaye bado anajifunza mchezo. Hii ni bout yake ya kwanza kwenye professional boxing. So, mm. kuna baadhi ya vitu ana miss kwa sababu ya huo ugeni kwenye mchezo, na ukiangalia unaona kabisa ni mtu ambaye bado eh, kuna vitu vingi hajavi master eh, tofauti na Amani Amiri ambaye tayari ana ana bout moja kwenye kari yake kama professional boxer, so nadhani ugeni wa mchezo pia kwa kiasi fulani pia unapelekea una, una, una hiki ambacho nakishuhudia kwa Ramadhani Mazinda. Yeah, kabisa. Ah, kabisa. Tuangalie kwenye raundi hii zikiwa zinaelekea sekunde zile za mwishoni mwishoni, nini ambacho watakifanya uh, wote? Lakini kwa tu kwamba hapa ni kutoka Super Dome Masaki, yenye Dar es Salaam, Tanzania. Azam Azam TV, Azam Sport 3, kishuhudia mapambano na kwa mara ya kwanza hii leo kupitia pambano hili la Bongo Fighting Championship Season 2, uh, kwa ambao yeah, waandaaji wa pambano hili ni Dragon yeah, Promotion Limited yeah, wametuletea ambao la namna yake kiangalia ule uliokaribu ambao kila akienda uh, pengine Ramadhani Mazinda anakutana uh, wakati mgumu pia, kwamba nifanye kitu gani kwa wakati huo. Kocha Amani Amiri hata akiwa karibu naye uoni uh, kama akifanya maamuzi ambayo ni ya uh, sahihi zaidi. aida lafii geni yani, kuna vitu vingi unaona bado ipo kwenye mchakato wa kujifunza mchezo. Yani kuna vitu vingi unaona hana kwa sababu ya kutokuwa navyo. Uh, ukiangalia kwenye raundi iliyopita kiasi fulani alifanikiwa kupunguza ku close hiyo distance kati yake na na Aman. Raundi mbili za mwanzo Aman alikuwa aliset punches. Bado sio kwenye namba ambayo ingeza kumsumbua, eh, kumsumbua Aman na Mel. So bado naona ilikuwa ni fight ambayo ugeni wa Ramadhani umeendelea kumkuwa kikwazo kwake, uh, kwa sababu ukiangalia pia, eh, kwenye fight nzima mpaka muda huu Aman haonekani kuwa na speed na mpangilio wa ngumi zake unatabilika. Una, mbona hiyo jabu yake? Akiwa kwenye hiyo orthodox stance atakupija hapa jabu ya kwanza jabu ya, ya pili. Kama hivyo atakudokoa, atakudokoa ata connect na right hand yake akiswitch pia mguu vivyo hivyo, lakini hauoni uh, uh, mazingira yoyote kwa Ramadhan Mazinde kusoma hiyo pattern ya punching ya Amili na ku counter. So unaona bado kuna vitu vingi ambavyo vinakosekana kwezur sana ambayo ameenda nayo hapa Ramadhan Amani Amir hata aina ya uondokaji wake Bwana Mazinda wakati anashambuliwa, yani unaona kabisa bado kuna vitu anamiss yeah. kama Bwana kaya... Amani angekuwa ameongeza power kidogo kwenye fight na kumforce kwa ugeni wa huyu Bwana Mazinda, mimi naamini fight ingekuwa isingefika me... mwisho na lakindu. kwenye hii round naona kwa mara ya kwanza uh, Amani anapiga hapa katikati ya tumbo na alipiga okay, low jab, lakini sasa anapiga body punches kwenye hii fight. Ukimwangalia Amani Amiri kwenye ah, okay, raundi hii kuna kitu cha ziada ambacho amekionyesha. Bundia anapaswa kufanya pale ambapo anapata nafasi sasa. nimeona eh, combination, ukimweka karibu kama hivyo, kuna body punch. Yes. Unaona, kuna kitu ambacho nimekuangalia namna ambavyo anajaribu kuchezea mwili wa Ramadhani Mazinda, lakini si kwa urahisi rahisi. rahisi kulekao nilikwambia akiweka akimua kwenye ukaribu ni kama anashindwa kufanya maamuzi. Uh, Ramadhani Mazinda na huusi Ramadan Ngoda, mm. Ila watu wafupi <laughs> yeah, uh, sema kimo mm, situmie neno ufupi, ufupi unawagusa wengi, sema kimo <laughs> nice <laughs> yani mabondia wanaonekana wamefanya mazoezi, lakini kwa upande wa power bado sijaona yule bondia ambaye ana power punch yani ambayo u anaweza akampiga mtu kaona kabisa, kuna madhara. Yani bado naona wote wanapigana, lakini ngumi zao zimekuwa bado sio zile ngumi ambazo unaweza watu kusema watu wanakaanga chips kwa mbele. Haya, kwenye raundi hii hapa ya nne, kiangalia kama tanki mtu mekimbia me napenda, kuna aina yake moja hivi eh, Amani Amiri ya punch yake au gumi yake ambayo kama anataka kuitoa kwa chini hivi, ukiona kama anakwenda anakwenda kwenye hapa kati, lakini anaanzia juu, angalia hiyo na nini na low hapa kati, unilini, yona, yeah, yeah, shaman, ni hapa kati au ni nini? Utaiona hapa nitakuonyesha, maana huo ni mtaalamu wa kuzitaja hizi aina ya, ya punch kati, mwingine atairudia tu Amani Amiri kwa na, nafikiri ni moja kati ya ya panche ambayo amefanyia mazoezi kwa muda mrefu. Kama akirudia nitakuonesha, panch ambayo kama huu kama hapa eh, ipo katikati unamuona, kama anaipea kafu, ana, ana inakunja kona hii eh, kuna ngumi inaitwa sh shovel hook, sh eh, sh shovel hook hook, nafikiri kama hiyo kama hiyo but basi jaiona tamonesha hapa kile ambacho alikuwa nakifanya. Angalia, ilikuwa ni ya hapa na pale, lakiniilikua juu kwa muda mrefui. Eh, hapa kati, kama, kama, kama, kama, kati. Yes, kati nafikiri a moja kati ya kitu ambacho amekifanyia mazoezi kwa muda mrefu. Maramuja, lakini furika Makanyanga, yeye ametoa thelathini na tisa kwa thelathini na saba Habibu Mkarafu, yeye ametoa thelathini na tisa kwa thelathini na saba Jaji namba tatu, Saidi Chaku, yeye ametoa arobaini kwa thelathini na sita Mabibi na mabwana, kwa mantiki hii mshindi wetu kwenye bauti hii ambayo imemalizika tayari si mwingine, ni kutokea upande wa